Tufanya nini? Ni mara ya kwanza hata ini, kama inisaidii, hata kama ifanye nini, inisaidii. Pesa inalala wapi? Homa bei, nimesema ifanye nini? Hey, inisaidii, lakini iko kwa historia, una mjaluo ndio alikuwa pesa inakoletiwa in Nairobi a ina saa kumi na mbili pesa saa kumi na mbili na fofiv pesa inafika fido tena inarudi Nairobi, lala hapo za usiku inagoza usiku, wewe unakosa kawa 10 kumi, kumi, kumi, kumi, kumi. <laughs> <laughs> kumikumi yako wase na mister speaker, mi iimi nakuambia tu free kitu yenye raila amefanya naye ijafurahisa wengine. Kuna wenye mefurahia <laughs> na kuna wenye nafanya nini, wanalia mister speaker <laughs> kabla niendelee, dakika ya moja yangu, leo nimesikia ni mtu amekuja hapa anatuambia leo wamezika mtoto wao. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Mimi matanga ya Ichebokati hii ni nihusu kama si kwa nime nimefunga, ningitusi mutu mkunabati nimefunga na hata mbele naenda kufunga baa kuongea bwana Chebukati aende naende naende na polisi mukae hapo, muzitoke juu, tunaweza kasirika, tukuje hapo, tutowe na tumpiga vibuku mingi, bado akaeuu hizi takataka zote